Naam, muumini amuua mchungaji wake kwa kumkata panga. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linamshikiria Victor Thomas, mkazi wa kitongoji cha Kabudu, kijiji cha Lupaso, wilaya ya Masasi, kwa tuhuma za mauaji ya mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG, Thomas Nkasimongwa, mkazi wa kijiji cha Lupaso. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Isa Suleiman, amesema kuwa tukio hilo limetokea Juni 27 mwaka 2025 katika kijiji cha Lupaso, mtaa wa Mission. Amesema siku ya tukio mtuhumiwa akiwa na ndugu zake walikwenda kanisani kwa ajili ya kuombewa kutokana na changamoto inayomkabili mtuhumiwa huyo, na baadaye waliamua kumrejesha nyumbani kwa ajili ya kuendelea na maombi wakiwa na mchungaji huyo marehemu. Walipokaribia nyumbani kwa mtuhumiwa, mtuhumiwa huyo aliruka kwenye pikipiki na kukimbilia ndani na kisha kutoka na panga na kuanza kumkimbiza mchungaji na kumkata sehemu mbalimbali za mwili wake na hivyo kusababisha kifo chake. Mtuhumiwa huyo ni muumini wa kanisa hilo la Tanzania Assemblies of God, amekuwa akipata huduma ya kuombewa kwa zaidi ya mwaka mmoja Kamanda Isa Suleiman amesema kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na utakapokamilika, mtuhumiwa huyu atafikishwa mahakamani. Hii ni Togolai 24 TV. Tafadhali, kama bado ujabonyeza bata nyekundu iliyoandikwa subscribe, bonyeza bata nyekundu iliyoandikwa subscribe ili kuweza kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushia na kucomment. Togolai 24 TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante.